Wakati alimfuta na kuja, kuna story tayari nishaiweka nisha kichwani, kwamba haikosi ya Real Madrid eh, yeah, <laughs> so ati ya kitu ambacho mimi naamini kwamba pia hakikosi eh. Uweze kuona sasa hapa vicho vyetu, anaweza kaja na story, sijaona chochote, pengine bayona <laughs> awatazama Ali mufti karibu na utuambia hapo hapo wakati ujaanza story hizo stories zipo kuna story ya Madrid na kuna story ya uwanja wa taifa hizo stories zipo ya Madrid lazima <laughs> <laughs> <laughs> Yeah. Uh, ya uwanja wa taifa kwa sababu tayari imepana wake kati, yeah. Wakati unaanza mangasore, nasema yeah, hiyo tuiache kwa sababu tayari imekwenda kwa upana zaidi. Madrid, ya Madrid sasa hii ni nongwa na yeye, wote wote tume, tume <laughs> wote mmekosa me, lakini zipo ambazo bila shaka yoyote naamini zitawafurahisha sana. Karibu sana huyu <laughs> <laughs> <laughs> yes, ni meneja habari na mawasiliano wa Young Africans anyway, Ally Kamwe katika ukurasa wake wa Instagram yeye eh, baada ya mechi eh, ya jana ya mm, CRDB Bank Federation Cup ambapo Young Africans ilishinda magoli nane kwa moja dhidi ya Stand United. Mm. Yeye aliweka posti fupi tu andiko fu, caption fupi tu, tunaweza kusema hivyo alhamdulillah, lakini kilichovutia zaidi ni huyu ambaye amekuja kucomment hapa, anasema MC eh, <laughs> uh, Uni 45. Anasema mm, tunashukuru Mungu kwa hiki kidogo tulicho tulichopata leo. <laughs> Kidogo. <laughs> Kidogo. <laughs> Yaani kipiga cha goli 8. 8. Kwa moja anasema, tunashukuru Mungu kwa hiki kidogo ambacho tumekipata leo lakini, eh, ni picha ambayo ilikuwa ina maanisha ya kwamba matokeo ya, ya full time baada ya Young Africans kupeleka kipigo cha magoli nane kwa moja kwa Stand United. Sasa wenyewe Stand United bwana, ndio maana nikakwambia Mangasore ya kwamba tutabaki hapa nyumbani, lakini zitakufurahisha bila shaka. Stand United wakati mechi inaendelea, kumbe katika peji yao uh, haswa ukurasa wa Instagram kule Walikuwa wanaweka updates mbalimbali mbali. eh, eh. Eh, wakatua shakula chuma tatu, vijana huwa wanasema hivyo eh, wakasema hivyo. Hawa watu wamezidi uwanjani, sio bure. Nimeona comment ya Julius Mtakio. Yes, yes, yes, yeah. Huyu bwana ni kwanza ni mkuu wa wilaya ya Shinyanga eh, mjini pale yeah. Lakini pili ndio mlezi wa Stand United na yeye kiasi amekuwa akiwapa support Stand United hasa kuelekea katika mchezo huu, na jana pia alikuwepo uh, pale uwanjani. Kwa hivyo yeye akakoment hapa, akasema kwanza hatuwajui, halafu hata hii ligi waliotuweka na hawa jamaa sijui <laughs> Imetokea wapi? Na uki, kama umepitia ukurasa huu wa Stand United, mm, ipo post nyingine unaweza kukutana nayo huko ambayo itamuonyesha uh, Azizi Ki. Jamaa eh, uh, wanasema wameandika pale caption anasema "Huyu jamaa inawezekana anafikiri kwamba anacheza na Wydad Athletic." maana mambo yanafanya. Okay. Yes, eh, ambayo, uh, msemaji, uh, kwa hivyo hayo ni mambo ambayo mwingine akasema hapo msemaji kawaponza, mm, uh, bango liliwaponza. Unakumbuka waliweka post ikionyesha Uh, kiumbe fulani ambacho kimekuwa kwenye utani wa na Yanga ina, ina. Kwa hivyo hayo ni mambo ya, ya jana, lakini baadaye akaweka mwenyewe sasa, uh, Julius Mtatiro uh, katika ukurasa wake uh, wa Instagram baada ya mechi aliweka post hiyo hapa, akiwa uh, na selfie na rais wa Yanga Helsi Saidi, lakini ameweka utetezi hapo, andiko ni refu, lakini kikubwa anakumbushia kipigo cha Brazil cha magoli na uh, saba kwa moja waliofungwa Ujerumani, waliofungwa na Ujerumani, yes uh, yes, aliifunga Brazil. Brazil na wakati huo Brazil wakiwa wa, wa ndio wenyeji, wenyeji wa kombe la dunia wa, kombe. Kwa hivyo usishangae sana Stand United uh, kufungwa magoli nane uh, kwa moja kutoka uh, kwa Yanga. Hapa anasema Yanga ikiwa na Azizi ki na Chama, imetuadhibu uh, kila kosa ambalo vijana wamefanya wameadhibiwa, ni kili kuwa tuliwashauri vijana wasikamie wasikamie Yanga kwa sababu timu yetu ina mapambano makubwa ya kuhakikisha inapanda ligi kuu na kuleta burudani mkoani Shinyanga. Unafahamu kwamba mm. uh, Stand United ipo Champions League mm, mm. uh, Championship tunasema, eh? maana yeah. uh, Champions League na hiyo Champions League yeah. yeah. limekaa sana Championship. <laughs> <laughs> yes <laughs> championship kwa hivyo wanashika nafasi ya tatu kama sijakosea, nafasi ya tatu yeah, kama siyo msimamo. Kwa hivyo mm. yes, um, wapo na wenye kwenye mbio hizo za kurejea huko sasa hawa ni Fontaine Gate, na jana katika kipindi hichi cha Viwanjani alikuwepo hapa afisa wa habari wa, wa Fontaine Gate Isa Mbuzi, na miongoni mwa masa, maswali ambayo aliulizwa sana ni kuhusiana na wapi yupo kocha Robert Matano. Hmm. Alijaribu kujibu hapa kwamba ni kwa nini haonekani, alipata changamoto za kifamilia na nini na nini, lakini leo hii muda um, mchache uliopita wameweka posti ya kusema ya kwamba Simba huyo hapa. Maana Robert Matano wakati mwingine pia huwa jina lake la utani, yes, la utani ita simba simba, okay. Kwa hivyo bwana amerejea, amerejea na ufahamu tu ya kwamba Mangasole, Sharifu Bayona na Adrian James, ya kwamba tarehe 21 Young Africans itakuwa wageni wa Fountain Gate katika mchezo wa NBC Premier League. Na jana, uh, Isambuzi alitangaza hapa. Anasema itakuwa ndio mara ya kwanza kwa timu ya mkoani kuweka kiingilio cha laki moja. VVIP. Laki moja? Yes. Yeah, Tanzanite. Vive, yeah. Tanzanite. Yeah. Tanzanite, sawa. Umefika pale? Tanzanite, Tanzanite yeah. mm. Pale nimefika. Wanapasifia uh, Babati, uh, si, Babati nimefika lakini uwanja wa Tanzanite sijawai sija kufika baada ya kuwekwa kwenye maboresho haya mapya ambayo tunayashuhudia. Uliyofika Babati Manyara kitu gani kilikuvutia zaidi? <laughs> Kwa sababu nifika kwa sababu zangu hicho <laughs> ndicho kipata ndio kilinivutia <laughs> <laughs> <laughs> Nafikiri hilo swali ungemuuliza ulama anna ulama pia anaweza akakujibu kwa vitendo kama <laughs> ulivyofika Zanzibar mara ya kwa kwanza kitu gani, eneo lako? <laughs> <laughs> mm -hmm. WhatsApp <laughs> kuna kitu kinaonekana huyu, yes. E kwa, kwa hivi vitukio hapa kwa haraka kabla ya uh, unafikiri anaelezea kitu gani? Namna tu kabla ya sisi yipo, uwanja gani kwanza? nyua Amaan Complex. Oh ya, ya Amaan <laughs> <ya. laughs> Sasa huyu ni Ahmed Ally ambaye tumeona hapa <laughs> kikosi cha Simba tayari kimetua Zanzibar uh, kama dakika 20 zilizopita. Tunasema anampa kazi kubwa sana Toby Tobias hmm. lakini Tobias anavutiwa hapo yani, kwa jinsi anavyoelezea, ni kama vile mechi ishachezwa tukasikiliza wanacho kisema. <laughs> Yes, ndo tunaelekea huko sasa. okay. Sasa tumsikie eh, Ahmed Ally akiwaelezea namna wachezaji wa Simba wanavyoweza eh, kuteleza ama kufanya mambo makubwa katika uwanja huu wa ya, Amani Stadium, unaweza kusema hivyo ama New Amani Complex. Kibu Denis, ikiwa inakuja mali huko inapotokea mstari, eh, pap, anatoa mali kwa eh, mfano eh, na eh, ana, <laughs> wow, kapombe eh, eh, eh, hapa mpinzani amekaa, nilisimama mimi, ehe, Kibu Denis ana, ana waga na ugongo kwa hapa hivi, pap, unamzunguka mtu unakuja huko, alafu adui anaenda hapo, adui anakuja huko, ehe, huyo adui anafuta mwili, Kibu anageukia hapa, mbili anakuja nyuma, wewe unageuka sasa, sasa wakati wewe unageuka, Kibu tayari ameshakaa kwenye line anaondoka baba katika ah, uwanja gani? Rudia rudia video, eh? Rudia video za Kibu. Sasa kuna nyingine ikipigwa anaigusa hapa, umeona? Akishageuka akishagusa hapa j Kibu sio kama nani, semi trailer anakata kona ndefu namna hii. Kibu anageuka hapa hivi akishageuka hapa hey! Wewe si unatazama mwili kibu, mali hey, hey, napata mwili. Kibu ameshaiachia hapa, unakuja anageuka, unakuwa mgongoni na kibu, akisha kuweka mgongoni hey! Aa, aa, na wote. <laughs> huwezi kumpata, huwezi kumpata, labda aanguke, anaondoka na mali. Sasa uwanja kama huu hey, ndio utamuona vizuri, utamfaidi Kibu Denis Kona, Kibu hapa anamzungumzia, ni Messi. Kazi kweli. Ni yaani, picha unayoipata ni kama vile, maana imepigwa hapa, kageuka kaona, mwangalia mwili, sasa nakwambia hayo mambo ndio utayaona katika picha hiyo ya, ya, Amaan Complex, Amaan, uh, hayo ni mambo ya Ahmed Ally. Uta, Utaenda? Ah, sina uhakika sana <laughs> kama sio mimi basi Amos Masoko anaweza okay, akawepo kule kuchagiza hii mechi na michuano mingine inayokuja pale ya muungano. Hayo ndio ambayo katika, yeah, mitandao bila shaka umeburudika, ume, ume kidogo yeah. Nimefurahi yeah. hiyo ya mwisho nimefurahi jinsi ambavyo <laughs> anaelezewa Kibu Denis. Kibu na kuja na za akutokuja e, wakati huo Madidi anasema itakuwa ni remontada, itategemea kesho zitakuja. Em, Shukrani sana Ali, nimefurahi kwanza ya, unajua mm, ukizungumzia faida ya muungano yes, moja kwa moja mtu ambaye anafahamu faida ya muungano ya kwanza eh, ni Ali Bakari <laughs> Anafahamu. Moja kwa moja zimenigusa, yaani mm. inapofika ile tarehe 26 ya mwezi wa nne anaungana, yaani yeye inakuwa e, zaidi ya muungano. Yes, Shukrani sana, asante sana. Unaniruhusu naondoka? Ya, wa, yes, unaweza ukaondoka na ukapumzika au ukatekeleza majukumu mengine Anaondoka hivyo Ali Bakari ambaye alikuwa nasi kwenye taarifa za uh, michezo ambazo zimeandikwa zaidi mitandaoni, na umeona mengi ambayo ameyaripoti ni kutoka kwenye mitandao mbalimbali, ikiwemo swala la Young Africans jinsi ambavyo alitoa kipigo kikubwa kwa Stand United mabao manane kwa moja limeripotiwa hapo, bila kusahau ishu ya Simba ambao wanaenda kucheza mchezo dhidi ya Stellenbosch kwenye uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar, na umeweza kuona kile ambacho anakizungumza Ahmed Ally kuelekea kwenye mchezo.